za msingi zimeshafanyika, tunaamini kwamba kama tutaendelea vizuri katika mtiririko wa fedha hili bwawa litakamilika ifikapo Desemba 26. na na hili bwawa Mheshimiwa Waziri Mkuu, sio tu kwa ajili ya maji kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Hili bwawa vilevile litazalisha umeme takribani megawati 20 ambazo zitaunganishwa kwenye ile gridi ya umeme katika kuhakikisha kwamba tunaongeza umeme katika eneo hilo, lakini vile vile katika hili bwawa Utashuku, kuwepo na shughuli zingine za kilimo za umwagiliaji kwenye ile bonde la Mkulazi pale ambalo nao watakuwa wanapata maji ambayo kwa ajili ya kumwagilia. Ukiangalia tume- limesanifiwa kuweza kuhakikisha linapeleka zaidi ya mita za ujazo 24 kwa sekunde moja. Sisi DAWASA kwa sasa hivi tunachukua karibu lita kama nani mita za ujazo tano hadi sita, na tuna mpango baadaye wa kuongeza hapa ambako tutaenda hadi mita za ujazo nane kwa hiyo yanayobaki kati ya 24 mengine yatakuwa ni kwa ajili ya shughuli za umwagiliaji na zingine zitakuwa kwa ajili ya ku maintain ile ecosystem ya Mto Ruvu kwa ajili ya maisha mengine yanayoendelea. Kwa hiyo hilo lote tumeliangalia, na kwa kweli tunaenda vizuri na tunaishukuru serikali, hadi sasa hivi zaidi ya shilingi bilioni mia moja zimeshalipwa kwa ajili ya utekelezaji wa hili bwawa, na sisi tunaamini kwamba kufikia Desemba 2026 angalau 6 angalao bwawa hili liwe limekamilika kusudi tusijirudie kwenye changamoto hizi ambazo zinajitokeza. Huo ni hatua ya kwanza ya ya, ya kuhakikisha kwamba tunaondokana na changamoto. Hatua ya pili nilieleza kwamba kwa kiasi kwa kikubwa tunategemea hiki chanzo cha mto Ruvu wa asilimia themanini na saba, lakini tushukuru serikali, tulichimba visima virefu katika awamu ya kwanza pale Kimbiji na visima saba vilikuwa na mafanikio, ambapo kwa sasa hivi tunaweza kuzalisha zaidi ya mi, mi, lita milioni 30. sasa kinachofuata angalau kuweza kuhakikisha tunaongeza maji chini ya ardhi, tekeleza mradi wa Kimbiji Mpera awamu ya pili, kusudi tuweze kuongeza uzalishaji wa maji chini ya ardhi, na hii itaweza kusaidia kupunguza wakati mwingine tunapokuwa na changamoto katika vyanzo vingine vya maji chini ya ardhi. Na tatu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kuja sasa na mradi mkubwa ambao unaendana na, na, na utekelezaji wa ilani wa kuwa na mpango wa gridi ya maji, kuyatoa maji mto Rufiji kuyaleta katika jiji la Dar es Salaam kwa mto Rufiji hapa, kitu ambacho tutanufaika nacho sana. Tayari bwawa lile la mwalimu Nyerere limeshajengwa, kwa hiyo maji yale ambayo sasa yanatoka baada ya kufua umeme yanaenda mtoni ni maji mengi sana, na hayo ndio tunayotarajia katika mahitaji yetu. Ule mtambo unaweza ukatengenezwa kuweza kuzalisha maji mara tatu ya haya tunayozalisha kwa sasa kwa kupitia vyanzo vyetu hivi, na hiyo sasa, ukichukua kama sasa hivi tuna 534 kule, unaweza ukazalisha elfu moja na mia tano ina maana tutakuwa na zaidi ya mita za ujazo milioni mbili uwezo wa kuzalisha, ukilinganisha na mahitaji ambayo tunayo yaona hadi miaka ishirini na tano ijayo bado tutakuwa na ziada kama tutautekeleza, lakini mradi ule ni mkubwa, tumeuweka kwamba unaweza ukatekelezwa kwa awamu, awamu ya kwanza, awamu ya pili na awamu ya tatu, kulingana na kukua kwa mahitaji kwa mahitaji ya ya mji na hautahudumia tu e, eneo la Dar es Salaam na pwani, lakini vile vile chanzo hicho kitahudumia kwenda maeneo ya Lindi na Mtwara, hadi kufikia kule utaenda kukutana na mto Ruvuma ambao nao utatoa maji katika kuunganisha ile ile gridi ya taifa ya maji ambayo kutakuwa na connectivity kati ya mito mikubwa vile vile na maziwa makubwa katika maeneo mengine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, e, hali ya sasa ya maji ni kwamba mtiririko wa mto na wingi wa maji kwenye mto Ruvu umeongezeka katika kipindi tulipokuwa na changamoto. Mtiririko wa maji hapa ulikuwa ni takriban lita 2400 kwa kwa, nani, kwa, kwa kwa sekunde, lakini kwa sasa hivi tunavyozungumza ni zaidi ya lita milioni 29 kwa sekunde, ambayo sasa maji mengi kimsingi tunayochukua ni kidogo sana kama nilivyoeleza tunachukua karibu lita uh, 5000 kwa sekunde. Kwa hiyo unaona zaidi karibu ya lita 20 zinapita hapo zinaenda baharini, na hayo sasa ndio tunahitaji sehemu tutayahifadhi, lakini mengine bado yataendelea kutirika hata tutakapokuwa tumejenga bwawa, lakini na hali ya upa baada ya maji kuwa yameongezeka katika mtambo wetu, hali ya upatikanaji wa maji kwa sasa kwa wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam na pwani imeendelea kuimarika kuanzia tarehe ishirini na mbili maji yalipoanza kuingia baada ya mvua kunyesha kwenye mto Ruvu, na tukaanza kuona uimarikaji na kuendelea kuongeza uzalishaji katika katika kituo chetu hiki ambacho kilichoathirika sana. Labda ni vyema napo ikaeleweka, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwamba chanzo hiki sana sana kinahudumia huu ukanda kwa sababu Ruvu Juu ina ukanda ambao haukuathirika sana, lakini ukanda huu unaodumiwa na Ruvu Chini ukianza hapa maeneo ya Bagamoyo, ukienda Mapinga, ukienda maeneo ya ya, ya, ya, ya nani ya Mbweni, ukienda maeneo ya Tegeta, ukienda maeneo ya Mbezi Beach, ukienda maeneo ya Kawe, ukienda maeneo ya Masaki, Oyster Bay, Mwananyamala, maeneo Kijitonyama, hadi mjini kati hadi maeneo ya Kariakoo, Sinza pamoja na Magomeni yote yanategemea chanzo hichi. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa haya maeneo yaliathirika kwa kiasi kikubwa, ambayo yakaingia kwenye hali ya mgao, ambayo kwa sasa kwa kweli tumeanza kurudi kwenye hali yetu ya uzalishaji, ambayo kimsingi maeneo haya yanaendelea na bado sisi kama DAWASA tumejipanga vizuri kuweza sasa kufuatilia kule kwa wateja kuhakikisha kwamba, kwa sababu changamoto ya maji unapokuwa na yasukuma, yawezi yakafika eneo lote kwa wakati mmoja, kwa hiyo yanapokuwa yanakwenda sasa ni kazi yetu sisi kama DAWASA na tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunasimamia sasa kuhakikisha kila mteja ananufaika na huduma ya maji. Nimalizie Mheshimiwa Waziri Mkuu, kusema kwamba tunashukuru sana. Ukiangalia hapo ni historical data zinazoonyesha katika vipindi mbalimbali ambavyo tumekuwa na mto huu ukipata hizo changamoto, lakini sisi tuna mambo machache ambayo tunaamini kabisa yapo ya muda mfupi ambayo tunaendelea nayo, lakini yapo ya muda mrefu ambayo tumeyaeleza. Kwanza kwa kweli tunaomba sana kuongeza kasi ya ukamilishaji wa hili bwawa la Kidunda kama njia ya kwanza ambayo tayari imeshaanza kuhakikisha kwamba tunakuwa na uhakika wa maji katika chanzo chetu cha Ruvu. Ukamilikaji wa ujenzi wa bwawa hili ni vile vile utatuwezesha hapa tulipo sasa, tutoke kuzalisha lita milioni mia mbili na sabini tupanue twende kuzalisha lita mia tatu na sitini katika kupunguza lile gepo ambalo tumeliona, lakini vile vile swala la kuchimba Uh, visima vile katika eneo la Kimbiji na Mpera ambalo linaonyesha ni bonde ambalo lina maji ya kuweza kutosha kuendelea kupata chini ya ardhi, lakini na visima baadhi ya maeneo mengine ya Dar es Salaam tumeendelea kulifanya katika kuongeza hivyo, lakini kubwa ni hili tuliyozungumza na kuweza kuhakikisha kwamba huu mradi mkubwa wa maji katika kutoka eneo la Mloka pale Mto Rufiji basi unaanza kutekelezwa, mwisho wa siku tuweze kuhakikisha kwamba tunaondokana na changamoto kabisa ya maji katika jiji la Dar es Salaam. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya waziri nikushukuru sana, naomba kuwasilisha. Asante. Naomba tumpigie makofi mengi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimtambulishe tena aliyewasilisha ripoti hii na taarifa. Yeye ni injinia Bwire. Kama unamkumbuka rafiki yako Mheshimiwa Aggrey Mwanri akiwa mkuu wa mkoa wa Tabora, yeye alikuwa hawezi kwenda site bila kuwa na injinia Bwire. Alikuwa akisema, injinia Bwire soma hiyo. Basi injinia mwenyewe ndo huyu. Alikuwa anaamini wakandarasi wangemdanganya bila Bwire kuwepo. Kwa hiyo ni injinia mzuri kutoka Tabora ndo ana ongoza jukwaa hili na jahazi la DAWASA na hii ilikuwa ni taarifa yake ya utendaji. Niombe sasa watu wa mitambo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati hii ali inatokea ulikuwa kwenye ziara mikoa ya Mbeya, Lindi na maeneo mengine, tunaamini kuna mambo ambayo unaweza kuwa ukuyaona hekaheka ilikuwa inaendelea heka Dar es Salaam, ambayo sasa tunasema tumemalizana nayo. Niombe uweze kuona kilichotokea na uweze kupata picha kamili. Karibu sana kwa documentary fupi, Mheshimiwa Waziri Mkuu eh, na kama unavyoona hapo ni hali ya mtu ilivyokuwa imepungua, mheshimiwa waziri mkuu. Hali ilikuwa ni mbaya kweli kweli, hata ng'ombe na wao walikuwa wanashangaa, kwa sababu ile eneo wanajua hawawezi kuvuka, lakini walikuwa wanavuka. Sasa hapa ndipo Ruvu Chini tulipo, mtu ulishuka chini kweli kweli, mheshimiwa waziri mkuu. Hiyo ni safari ya maji ikiwa haitembei kama inavyotakiwa kutembea kwa sababu ya maji kupungua. Hapa ni eneo la mtamboni maji hayavuki. Hili ni eneo ambalo ng'ombe walikuwa hawavuki, lakini sasa wanavuka. Lakini pia ni hali ya mifugo ambayo pia nayo ilikuwa inatumia mto huu. Hapa ni mheshimiwa waziri akishiriki zoezi la kuweza kurudisha mto kwenye njia yake. Hizi ni hatua za dharura sasa kupambana na hali halisi, lakini pia tulikwenda mitamboni, na hapa ni maji tunayoyasukuma machache, mheshimiwa waziri akihakikisha kwamba tunayafungulia maeneo mbalimbali. Ili ni zoezi la kurudisha mto kwenye hali yake, ambao litusaidia ku sustain kwa kipindi kifupi, kwa sababu kama tusingerudisha mto kwenye hali yake, maana yake hapa tusingetoa maji hata ya kidogo ya mgao. Kwao tunamshukuru mkuu mkoa wa Pwani kwa, kwa ushirikiano tuliopatwa, wananchi kuweza kushirikiana kuziba mto kubaki katika njia moja. Huo mto una mamba kwelikweli, lakini wananchi walijitoa kuzama na kuziba mto. Hizi ni hatua za mheshimiwa waziri katika kuendelea kutoa matumaini na ku manage situation ya Dar es Salaam. Hapa tulipotembelea bwawa la Kidunda ili kutoa matumaini kwamba jambo hili lisijirudie tena. na siku na tulipofanya ziara ya Kidunda ndio mvua ya kwanza ilinyesha, ikiwa ni baraka kwanza. Sasa tunaenda kurejea kwenye hali yetu ya kawaida. Hili ni bwawa la Kidunda, mheshimiwa waziri mkuu, tuliambatana na mkoa mkoa wa Pwani, mkoa mkoa wa Dar es Salaam na mkoa mkoa wa Morogoro. Video ya drone ya hali yetu. Huyu ni balozi wa India, tulikutana naye kuzungumza, kutafuta wadau katika mpango wetu wa maji ya Mto Rufiji. Hawa ni wananchi. Sasa baada baada ya ya hali kurejea, baada ya tarehe 24 mheshimiwa waziri kutangaza, lakini pia mheshimiwa waziri katika kipindi hicho alipita katika media mbalimbali kutoa taarifa. Hawa ni waandishi ambao walikuwa wanamhoji kiomo, wana Mabumo kutoka TBC, ambaye alisimama imara kuhabarisha watu na kutoa matumaini kwa kipindi chote. Hii ni hali ya ongezeko baada ya mvua kunyesha na hali ambayo unakuja kuishuhudia leo kwamba maji sasa ni mengi katika eneo hili. Huu ni mtiririko wa mto Ruvu na hapa ndipo leo utaposhuhudia kwamba maji sasa ni mengi hapa. Palikuwa pamekauka kabisa. Hii ni Ruvu Juu, ambako nako mitambo yote, pampu zote zimewaka, zinaendelea kutoa maji. Hapa ndipo tulipo leo na hii ndio hali halisi kwamba maji yapo ya kutosha. Waziri mkuu, hilo ni tamko la tarehe 24 mwezi, kwa maagizo yako alilitoa, na wananchi wakaanza kupata huduma ya maji, na leo tunakukaribisha wewe kwa ajili sasa ya kushuhudia hali hiyo. Asante, tumefika mwisho, mheshimiwa waziri mkuu, naomba kuwasilisha. Niombe sasa mheshimiwa waziri mkuu, hatua inayofuata ni kuelekea katika eneo hilo la kutazama hali ya maji ili kupata picha nzuri. Utakuwa wewe na mheshimiwa waziri pamoja na mheshimiwa mkuu wa mkoa, ninyi watatu, lakini wa muda huo watendaji wengine na viongozi wengine, kamati ya usalama, mtaelekea kumsubiri waziri mkuu eneo lile la majumuisho. Kwa niombe sasa, mheshimiwa mkuu wa wilaya Bagamoyo, waongoze wananchi na viongozi pamoja na kamati za usalama na watendaji wote management, tukutane eneo la majumuisho. Wakati mheshimiwa waziri mkuu anaenda kushuhudia eneo la kina, niombe abaki yeye na mkuu wa mkoa na mheshimiwa waziri, ili kupata picha nzuri pamoja na mtendaji wa Dawasa kwa maelezo mtendaji wa DAWASA afike kwa ajili ya kumpa maelezo waziri mkuu. Asante sana mheshimiwa waziri mkuu kwa kushuhudia hiyo hali ya kina cha maji kikiwa kimeongezeka mara dufu, na sasa wana Dar es Salaam wata maji kwa uhakika kama ambavyo ilikuwa awali kabla ya kipindi kifupi cha mpito tulichopitia. Na hapo ni sehemu ya operation engineer, Bwiru, ungesogea hapo kwa ajili ya maelezo Waziri Mkuu, baada ya kushuka eneo karibu sasa, katika eneo tambo wa kuchuja mchanga ambalo ndilo linachuja mchanga kuhakikisha kwamba maji safi ndio yanayobaki machache kwa ajili ya kuenda kwenye eneo la clarifier. Nimuombe sasa mkurugenzi mtendaji DAWASA Bwire uendelee kuzungumza tunakwenda kuona nini sasa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, maji yale yakishatoka pale yanaenda kwa mserereko, kwa hapa yanatirika tu kwa kufuata hii level ya ardhi kwa ajili ya kwenda kwenye chemba hizi ambazo lengo lake ni kujaribu kupunguza kiwango cha tope, angalau zikawa na kiwango cha tope ambacho zikawahi kuadhibika kwa hiyo hapa ni chemba tuna zinajaribu kusaidia kupunguza tope, ambako maji yakifika hapa tunapunguza ile kasi yake ya kwenda, ambazo zile pati kwa ambazo zile, sasa zinaanza kuseto chini. Kwa kweli tushukuriwe angalau kiwango cha tope kiwe kime kimepungua. So, kama ambavyo unavyoona ambayo bado hajasafishwa kwa hapa hapo unaweza ukaona, kwa sababu yanaenda kidogo kidogo, angalau kuweza kuruhusu kuweza ku kupunguza kiwango cha tope ambacho kama kipo. Kwa mfano, kwa sasa kiwango cha tope kiko karibu kiwango cha NTU au na ambapo katika hali ya kawaida huwa kinashuka hadi mia moja. Na hii kimsingi na tuasi hata kwenye gharama. Kwenye gharama. Kwa mfano kwa sasa tunatumia zaidi ya dramu 45 za madawa ambayo ni takriban milioni hamsini na tano kwa siku. Kwa huku tu kuweza kuyasafisha kufikia kiwango chake. Kwa hiyo eh, hadi kuyatoa haya yanatembea eh, alafu pale tunapoenda kwenye pampu kuna kisima sasa, ambayo yanaenda yanajikusanya pale, na pale ndipo tunaanza sasa kuyasukuma maji gafi kwenda kwenye sehemu sasa kuanza ya kuanza kuyachakata yaweze kuwa maji safi. se Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa ni kwenye mtambo wetu ambazo hizi pampu